Naona Yanga chini. Bila shaka kelele wanaongea yeah, na nini. Wewe msimamo wako ukoje? Ligi yenyewe ina ukakasi kutokana na wale viongozi wenyewe wa bodi ya ligi mm, hawasomeki wanaendesha ligi ndivyo sivyo mm, tupeleka peleka vile wanavyotaka wao. Sasa sisi kama wananchi Yanga Africans, Tunataka wa unataka bodi ya ligi na, na uongozi wa TFF ukiongozwa na wale sikaria. Sawa, unyooke uondoe yale makando, makando. Sio mara leo ratiba inapangwa hivi, kesho inapangwa vile, tunashindwa kuelewa sisi wananchi. Na, na, na kwa sababu tunajua huku kwenye klabu bingo tumeshateleza. Akili yetu yote sasa yapo kwenye ligi na Azam Federation FA, hiyo ndo kubwa zaidi. Na kwa jinsi tulivyojipanga kupitia uongozi wetu wa engineer Saidi

sehemu ya kwanza kwa watimbayo sioona ila niliona vipande vipande, na nikaadisiwa. mm -hmm. waliozungumza performance ya timu mm -hmm. wa mm -hmm. na waliozungumza uzito wa mastreka wao jinsi ulivyo na maana kwamba wanadai kwamba mm -hmm. stweka, stweka zao wale Simba Sports mm -hmm. yani wana kigugumizi wana katika harakati za kuzifumania nyavu Hoi nataka wenyewe walivyopanga wanakuja kubadilika hapa nyumbani, mm. wanaangalia walipokosea wapi, watarekebisha hilo mm. wapate kuzifumania nyavu mm. wapate kumuondoa Mwarabu, wapate mm. kusonga mbele. Unamuombea, unamuombea mema, hauwezi kumwombea mabaya, unamtaka kila la heri tu. Wewe ni mmoja we, we kati ya mashabiki ambao ni, ni, wa, watafauti sana. mashabiki wengine awafanyemi wa mi napenda football, mpira mimi naupenda sana yeah. Kuna, kuna muda lazima useme tu ule kweli sisi tuliteleza lakini sasa mm. kama tuliteleza mm. ama bwana alipofikia hapo, ndio maana wanaitwa mwaka robo mm. Basi mimi nawaombea na wasogee hapo kwenye nusu. Haya, sasa, kwa wewe mshabiki wa Yanga mm. ambaye kwenye mechi ya Simba na Almasi unawatetea mm. Simba mm -hmm. naomba uniambie kwenye mechi ambayo itakuja kugongwa Jumatano tarehe tisa mwezi wa nne, hapo ndio kati ya Simba na Almasi mm. marudiano mm. Weka ushabiki pembeni mm. Unawashauri Simba wafanye marekebisho gani? Mimi nawashauri wafanye marekebisho kwenye forward line. hasa mm. katika nafasi ya mtu pia nyavuni makini. Mimi niliona kwa yule yule wanamuita nani yule Ateba mm kwenye mtazamo wangu mimi yule angetusubiri kwanza, mtu yote angeanza mm. kati ya kati ya stoka mwingine ambaye mm. wao wanamuona wanamu, wanamu anaweza akapafomu kwenye nafasi ile mm. Basi yule angetusubiri angetusubiri kwanza mm, kwa manufaa ya timu na mashabiki kwa jumla, yule angesubiri angesubiri kwenye, kwenye mtazamo wangu mimi, lakini kwa sababu ana ana ana gundu mm. backline. Back, be, backline kidogo sina mashaka nayo mm. Sikuwa hapa hapa ndani, ndani kuna yule, kuna yule bwana mkubwa baada ya kuumia kidogo jina lake limetoka. mm. huwa naye ana tabia ya, ya, ya kukatika na kabia macho mm. mm. naona kwa sababu unaye benchi la fundo ameona hilo inatakiwa nao pia vile vile walifanyia kazi kwa sababu hii ni knockout mm. mm. mm. Sawa, tunasema dakika 45 za kwanza zimekatika, mmm bado dakika 45 za kipindi cha cha pili cha lala salama. Sasa inategemea wao kalata zao utachanga vipi huko wali huko wali kuweka kambi huko mm. Sawa, unatakiwa kwa sababu mwarabu ameshindana naye, anajua japo kwa, na sisi tunayajua, ila wao fitina wanayajua zaidi. Fitness, taaluma, uzoefu wanao wale, wanajua sisi, wanajua sisi, timu za ukanda wa Afrika Mashariki hizi, watu bane wapi ili wapate kutuondoa, wao wapate kusonga mbele. Sasa kama ile janja janja yao wao wanajua, na sisi tushaifahamu. Sasa sisi mara nyingi tusicheze na marifari marifari so marafiki, so marafiki kabisa Wasa. hata kama, hata kama tunakuwa tuko nyumbani tuna kati unafinywa finywa kidogo kwa ajili ya ah, rangi sijajua ni nini. Mashabiki wa Simba kama wameniamini hivi, hebu waambie, sema nao wale pale mm -hmm. unachowaombea unacho kwenye game yao ya dhidi ya Al masry tarehe 9 uongeze. yeah. yeah. hebu sema nao pale, waambie neno uongeze vibe warundikane wa, wa uwanjani, waongeze vibe. ni mshabiki wa Yanga lakini uongozi uh -huh. waongeze vibe hmm. katika laket ya kuisapoti timu yao, waambie wale pale ndio hmm. na wananisikia nadhani hmm. Hmm. Hmm. Sawa, hiyo ni vibe, ni muhimu katika plika plika za kuisupport timu yao kwani hmm. wao wa, wameweza kwao hmm. na, na wao wataweza nyumbani.